nikwa weza wake na baraka na neema na jua na fadhili na huruma na e, nikiamini kwamba nitabarikiwa naye atani bariki ya, e o oh, naamini tabarikiwa e tabarikiwa e tindntnbarikiwa e

wana Mungu wangu utabarikiwa, katoka kwenye maisha haya maisha haya haya haya, naminitakua mbarikiwa, naminitakuwa iliyobarikiwa. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo na ajuwayoko itabarikiwa, barikiwa na Yesu

barikiwa e itabarikiwa, na Yesu wangu nitabarikiwa, nitakuwa na baraka nania, nitakuwa na baraka nitakbga, nitafanyika baraka, nitafanyika nema, nitafanyika baraka kwa wengine oh, na mwamini Yesu wangu nitabarikiwa